Taarifa zetu mpaka mwisho. Eyo, hey is another day, siku nyingine mpya tena. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa siku mpya, au tuseme asante kwa Yesu, na kwa Waislamu tunasema Allahu akbar. Kama mnavyoniona ni Bela Media, mbele hapa ya ground ya mapokezi. Niko pamoja na kocha Elshadai, mbele yenu mnayemwona ni Gesho Milunga kuna maswali au kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukapenda kuvijua kutoka kwetu Bela Media, pamoja na coach El Shadai. Karibu tena coach. Asante tena sana kwa jina, anaitwa lasan El Shadai, hiyo jina familia. Hapa tuko kwenye uwanja wa vs mapokezi united, kama vile kandi yote mzima inajua. Naona hapa hivi watu wa media, karibu tena sana nasema hivi tunamiona hapa mnakuwa mnakuja kutuuliza maswali moja wala mbili, ndio tu tayari kujibia, yani mengi ambayo tungependa kuyajua katika siku ya leo. Leo ni siku ambayo tumekuja ili kujua zaidi. Last week tulikuwa kwenye baoba, tuseme tulikuwa kwenye ground ya baoba, na kuna maswali baadhi ambayo tuliwauliza wakaonekana watu wenye kujiamini sana, na nyinyi vile vile ni mechi ambayo ni sawasawa na baoba last week ambao walicheza. Je, na nyinyi hiyo mechi mnaichukuliaje, au tuseme mechi hiyo mnaitabiria nini zaidi? E, atuna mengi ya kusema katika game ya takitika, siku ya Mungu, kwani ushindi tunasubiri filimbi ile, na kama, kama tunasema hivi ni ya kwamba 80% yenyewe timu ya mapokezi iko nayo ni ya wini. Okay. 80% ya kuwina iko kwa mapokezi na 20% pecent bakia nayo mwenye chuki zako, au sio? mvua yenye magoli itaonekana. Ok, kabla tujaenda zaidi, ningesema kuna maplaya ambao kila kocha anawaamini au tuseme, kuna, kuna playa ambao kocha anaamini na kusema hao wanaweza wakajaza na hao wanaweza wakatupatia ushindi. Je, ni maplaya gani ambao wewe unawaamini kama kocha hapa kwetu mapokezi? Hapa kwenye timu ya mapokezi kila mchezaji wote anaaminika kwenye timu ya FC mapokezi. Kali hiyo. <laughs> ya kwamba hapa tuko na kapteni wa timu wanaitiwa kwa majina ifuatayo Jean Ernesto ndo captain wa timu ya FC Mapokezi, mm. mwina present timu ya Mapokezi. Yeah. Na mu timu ya Mapokezi mu youngest players, moya anaitwa kwa majina ifuatayo. Joseph Babaji, mwingine anaitwa Donis Mfaume, mwingine anaitwa Komadini Ifataye, kwa majina ifuatayo, anaitwa Coman Elsen ile ni nickname yake. Okay, as you see, kuna ambao wametajwa hapo. Nadhani kama ndo anaonekana kama masimba wanaunguruma katika mbuga hii ya mapokezi. Okay. Nyinyi kama nyinyi mna, mna mengi ambao mnaweza mkapenda kuambia watu au mna mengi ambao mnaweza mkapenda kuambia mashabiki, neno la mwisho kwa mashabiki wako, ama neno la mwisho kwa watu ambao wanatabiria hii mechi, au watu ambao wanatarajia kuiona mechi hii? Si hatuna mengi ya kutabiri, ya kwamba mashabiki wetu wote tunawaambia wakui watie tu roho yao fasi moya. Hii game ya Sunday 80% ni win na ile win, win yetu itashangaza kambi yote mzima kwamba maplaya wangu wote minawaamini sana kwanza kwenye golkipa na mdogo sana mwia naminika sana kwenye kambi yote mzima. Na gisi mi nasema, kambi yote mzima ina juu madifenda, hivo hivyo, tuna madifenda wadogo sana, tuna ishukran sana kwa kocha ya Ushadai, mi nampa crown ya kujiamini eti mapokezi window win 8% 20% 0 ee, kama nilivyosema mwanzo, baki nayo mbele ya kamera. Ni Bella Media, Gershon Milunga pamoja na El Shadai kwenye ground ya mapokezi. Asante sana kwa watu wa media. Kwa majina naitwa Hassan El Shadai, hiyo ni jina ya familia, jina ya baba na jina ya mababu. Sana asante, karibu tena, asante shukrani. nah. y yeah. Guys pamoja na kipizo au tunasema captain wa mapokezi ja ambaye unamwona mbele yako, au nimwite tena simba wa Baoba team. Karibu tena babu. Mimi naitwa majina maarufu, naitwa niketeni, kutoka uh, mapokezi na naona hapa watu wa media kuna, ya kuna mengi ambayo tungependa kuyajua kutoka kwako captain. Tunaona mechi ambayo inaenda kuonekana ni mechi kubwa sana kwenu au tuseme ni mechi ambayo inaweza ikaleta jina au ni mechi ambayo inaweza kutengeneza jina kubwa kwa Baoba au tuseme kwa mapokezi timu. Sasa hii mechi wewe unaitabiria nini kivyako wewe kama captain wa timu? Ya, mimi kama captain ni navyojua katika mpira tuna vitu vitatu tuna win na draw na lose. So yoyote itatokea pale ila sisi as a team tunaenda pale ni kufurahisha kwanza, cha kwanza ni mafanao yetu pamoja na na masapota wengine. Yeah, okay, sawa. Mimi kama hez Belaah Media mbele yako hapa nakuja, alafu nasema ja mimi nakupa goli tatu, yani nakupa hattrick. Wewe unaweza ukaichukuliaje hii? Siwezi kachukulia kama kivile ila najua ni kitu kinawezekana katika football. Okay. Asante sana kujamini, kupo full sana. Kocha amesema kwamba kila mtu kwenye timu anaaminika na kila mtu kwenye timu anaweza akajaza goli. Mko watu wangapi? Timu nzima tuko wengi, siwezi taya kipato cha mashuhuri ila tuko wengi, tuko wengi zaidi ya mia Okay. zaidi ya mia watu ndani mnacheza watu wangapi? 11. watu ndani mnacheza watu 11 inamaanisha kama goli 11 ambazo mnategemea katika siku hiyo, au si? yeah. Na mashabiki hiyo waikae tu, wata enjoy sana hiyo siku yani. Okay. mbele ya kamera ni Belaah Media mbele yako pamoja na Jean Claude unayemwona hapa mbele yako ni Gershon Milunga. Asante sana. Taarifa zetu mpaka mwisho <tipa>